Uwe mtu umepata hela ya korosho ukaandamana utafute nini? Hela umwachie nani atumie? Eh? Umeuza korosho. Hao wanaohangaika kuandamana sijuni hawajauza mbazi hawajauza korosho wana stress za maisha. Mtazamaji wa Chivihi Media ni Disemba 25, 2025. E, watu wote tunafahamu dunia nzima inaadhimisha siku siku kuu ya Krismas kwa wenzetu waumini wa dini ya Kikristo. Sasa leo hii mbunge wa jimbo la Masasi mjini na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi amejumuika na baadhi ya viongozi wa kata zote, kwa niaba ya kuwawakilisha wananchi wengine, kula pa, chakula cha pamoja siku hii ya sikukuu pamoja na kuwapa neno e, la hekima pamoja na shukurani na kupitia nyie iseni za kwa wapiga wa kura wote, shukrani zetu za dhati. Chama cha Mapinduzi kwa heshima kubwa waliotupa kwa ushindi wa udiwani katika kata zote bunge na kura nyingi kwa rais, hizo shukurani zifike tafadhali wawakilishi wa wale ambao tulishindwa kuwaita leo. Ilikuwa nipinde katika kata zote lakini siku zimekuwa zimekuwa chache kwa hiyo leo tunaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza tunasherehekea sikukuu ya Krismasi sana, lakini la pili tunakutana kuongezana, tufurahi, tule, tunywe, tucheze ni mbona, wengine shaanza kucheza na mi nitajiunga kwenye kucheza. Kwa hiyo ujumbe wetu wa leo ni kwamba tuendelee kusimamia amani na utulivu, kaa nyinyi mkisimamia amani hapa na wengine sehemu nyingine nchi nzima inakuwa ni utulivu na kwenye amani, na utulivu ndio ambapo maendeleo yanapatikana kabisa. Lakini kwenye kampeni zetu tulikuwa tunazungumzia umoja na maendeleo. Umoja ndio umeanzia hapo. Sasa umoja usio kwenye kula na kunywa tu, uwe ni kwenye kufanya kazi, kwenye kufanya siasa, kila mahali, tukumbukane kwamba sisi sasa ni kitu kimoja, hatuna kundi la yule kundi la yule kundi la yule, uwe kundi moja, tufanye kazi kwa umoja, tushirikiane ndani maendeleo yatapatikana. Penye amani unajua ndio pesa inakuja, maana penye fujo hapana pesa. Benki mshona kuna fujo, kuna kamziki kalaini, kimbamba, lakini kwa kwingine huku kwenye matumizi huku ndio mziki mazito, mziki. Kwa hiyo sisi mziki wetu ni mwembamba wa kutafuta pesa za maendeleo, na tutazipata mi, niwaahidi ushirikiano mkubwa sana kwenu nyote waheshimiwa madiwani, ninawapongeza nyote kwa ushindi mlio upata, na ninawaahidi tutafanya kazi pamoja kwa upendo na ushirikiano. Lakini makatibu kata, tuwe pamoja, makatibu wenyewe tuwe pamoja, na wengine wote viongozi katika ngazi zote, kwenye matawi, kwenye mashina, tushirikiane. Wafikisheni ujumbe huo, kwamba kwa tunataka tuwe kwa na umoja hapa katika ayetunamsas si wa ili wengine huko watuonee wi watuonee angalia mbele. Tunataka maendeleo ipo tuyalete kwa wananchi wa Masasi. Wananchi wanahitaji maji, wanahitaji umeme ambao ni hmm, wa kuaminika wanahitaji elimu, miundo mbinu ni mamo ambayo a tukae chini tuangalie, tunasoma na furaha na bahati nzuri, jana nilikutana na madiwani wote na watendaji wa kata na ndani, tulizungumza, tutaangalia matatizo tulionayo, nayo tunayachukua na tutayafanyia kazi, tuyapeleke sehemu zinazohusika. Lengo letu ni jimbo la Masasi, watu wawe wana furaha, watu wawe wana furaha, wana furaha, maisha yso mbele zuri, na ushirikiano utaendelea tumezungumza na viongozi ambao walijumuika na Mheshimiwa Waziri kupata chakula cha sikukuu ambao wameonyesha furaha isiyo na kifani na kusema kuwa jambo hili halijawahi kutokea tangu Masasi imeanza. Jina anaitwa Nixon ya Mlima mimi ni balozi wa CCM. Tuambie kwa hichi ambacho kimefanywa na Mheshimiwa, leo siku ya Krismasi, viongozi kukutana hapa. Ah, kwanza hii imedhihirisha kwamba watu wa Masasi hatukukosea au Ha, tu, tumepatia kumchagua mbunge ambaye an, an, an, ni mbeba maono ya watu wa Masasi kimsingi, si jambo la kawaida amejitoa, ameamua kushirikiana na sisi ndugu zake. Just imagine mimi ni balozi tu, mtu mdogo sana lakini nimepata mwaliko wa kuja kushirikiana pamoja na Mheshimiwa Mbunge katika sikukuu hii ya Christmas. Lakini pili, waziri, kwa mara ya kwanza napata mwaliko wa waziri kuja kushirikiana naye pamoja kwenye Christmas. kwa hiyo ni tunu ambayo wana Masasi tumeipata kikubwa tu tuendelee kumtia moyo tumwombee kwa Mungu ili aendelee kutumikia atutumikie wana Masasi, awatumikie wa Tanzania, ili tuweze kuyafikia matarajio ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo moja tu ambalo nataka ni waase vijana wenzangu, kikubwa ni kwamba tunatakiwa tuidumishe amani ya nchi yetu, tusidanganywe kwa sababu wenye maslahi na hayo maovu ambayo wanataka yatokee katika nchi yetu ni watu wa mataifa ya nje. Wao ndio wana maslahi na hayo, lakini sisi hatutakuja kunufaika na uharibifu wowote ambao tutaofanya katika taifa letu Tanzania. Ni hii hii itaendelea kuwa hii, hatutapata taifa lingine. Kikubwa tuendelee kuwatia moyo viongozi wetu, na viongozi hawa ni wasikivu, pale panapokuwa na changamoto wana mianya mingi ya kupokea maoni ya watanzania na kurekebisha, ili mradi kutuletea maendeleo. Lakini jambo lingine, ndugu mwandishi, nao nataka nikwambie, wana wanamasasi, tumepata tunu, tumepata mbunge ambaye ana upendo, msikivu, anapenda kuishi na watu. Kwa hiyo wanamasasi wamwamini tu Dokta Akwilapo kwamba ni mbunge sahihi katika wakati sahihi. Mimi nitoe mfano tu toka tumemchagua Dokta Akwilapo kwenye kata yangu inayotokea mimi kata Mwenge Mtapika, maji hayajakatika, na hivi alivyokuja Krismasi kasi ya utokaji maji kwenye kata yangu imeongezeka. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani tumepata kiongozi ambazo hata taasisi zinajua kwamba akirudi nyumbani kiongozi, kama umeme ulikuwa unasuasua, basi umeme unapatikana 24 hours, maji yalikuwa yanatoka at least kwa kunyunyiza nyiza, lakini toka amekuja tu mheshimiwa mbunge juzi, maji yanatoka kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba uh, tunatamani tuwe naye muda wote, lakini kwa sababu ana majukumu mengi ya kitaifa nadhani ofisi yake itaendelea kutu, kututumikia wana Masasi. Wana Masasi tuwe na matumaini tuwe na imani na Dkt Akwilapo, tumepata mbunge awamu hii, watu wa Masasi tumepata mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hayo machache ya kuzungumza, ndugu mwandishi, lakini kikubwa, Watanzania tunatakiwa tujifunze kuwaombea viongozi wetu. Sio kila mmoja amejaliwa kuwa kiongozi uongozi ni tunu ambayo inatoka kwa Mungu. Haijalishi uongozi unapatikana vipi, lakini mtu akishapata uongozi maana yake kwamba Mungu ndio amemchagua huyo kuwa kiongozi, upende usipende. Sasa ukitumiwa na watu ambao wakija wak, wana maslahi yao binafsi, wewe ujui hata unaenda kupambana kwa maslahi gani, tafsiri yake kwamba unajichosha tu na hakuna chochote ambacho utapata. Sisi watu wa Masasi tumeuza korosho mwaka huu, tumepata fedha ya korosho Eh? Kwa hiyo ndio maana umeona Masasi kuna utulivu. Watu wewe mtu umepata hela. Hela ya korosho utafute nini? Umwachie nani atumie? Eh? Umeuza korosho. Hao wanaohangaika kuandamana si juni hawajauza mbaazi, hawajauza korosho, wana stress za maisha. Sisi watu wa Masasi hatuna stress za maisha na ndio maana Mheshimiwa Mbunge ametupa pongezi kutoka kwa viongozi kwa wa wa juu kwamba watu wa mkoa wa Mtwara tunawapongeza kwa utulivu ambao umeonyesha, kwa sababu tunafanya kazi, tunauza mbaazi, tuna tunapata fedha, tunauza korosho tunapata fedha kwa hiyo kama mtu ukiwa na fedha au una stress na au ndugu zetu huko mikoa mingine tuwashauri tu, shughuli za kiuchumi ziko nyingi, wajihangaishe wapate fedha, waondokane na hizo stress. Na ukisema kwamba Rais Samia ndo akuletee fedha, utakufa maskini, lazima uchukishe. Viongozi kazi yao ni kutengeneza mifumo ya watu sisi kufanya kazi. Kiongozi anatengeneza mifumo, anahakisha amani na usalama anapatikana. Sehemu yenye amani na usalama, maendeleo yanapatikana. Tuangalie kwa ndugu zetu Kongo, wana madini lakini hawanufaiki na chochote. Vita kila siku. Kuna muda anasema kwamba bora hayo maovu ambayo watu wanajifanya kama ndio vyanzo vya kuleta migogoro kuliko kuwa katika nchi yenye vita. Kwa jina naitwa Sauda Nurudini, ni katibu wa CCM kata ya Mwombaka na nimefurahi sana kula chakula pamoja na mheshimiwa waziri, kwa sababu haijawahi tokea kwa wilaya yetu hii ya Masasi. Wamepita mawaziri wengi, lakini haijawahi tokea waziri kuwaita wa nani viongozi wake wa chama ili kukaa pamoja na kuweza kula pamoja na kubadilishana mawazo ili kwetu. Kwa mheshimiwa huyu kwa kweli tunashukuru kwa hili alilofanya, namtakia kila laheri ili aweze kuinua uchumi wa Masasi. Na kingine tuna matumaini naye, kwa sababu kipindi kile yupo katibu mkuu wizara ya elimu, kuna mambo ambayo ameyafanya hususan ni kwenye shule yetu shule ya msingi Kitunda yeye amejenga, kuna shule ya msingi pale Lukuledi ambayo yeye amejenga. Hayo ni matunda ambayo wakati yuko katibu mkuu wizara ya elimu, na hivi alipopata huu waziri, nafikiri tutakuwa na matumaini makubwa sana kutoka kwake. Yeye mheshimiwa waziri. Majina anaitwa Vaileti Noeli, eh? ni mkazi wa Masasi mjini, lakini ni mkazi wa Napupa ambako kumemtoa mbunge na waziri wa ardhi tuambie umejisikiaje leo kula sikukuu pamoja na mheshimiwa. Ni jamani katika siku ambazo nimeenjoy ni leo. Hata siku na niliozaliwa mama yangu hajafurahi kama nilivyofurahi leo. Mimi nimezaliwa upya, nimefurahi vibaya mno kumtoa waziri wa ardhi. Sasa hapa nitachanganya kwa sababu hata ninapokaa sijalipia, inabidi nilipie nisintie fedha ya bosi wangu pengine kitu gani kifanyike sasa ili kuhakikisha Masasi inakuwa yenye maendeleo na kung'ara, unamshauri nini mheshimiwa? Mimi namshauri mheshimiwa waziri wa ardhi na ujenzi, kwanza, jambo la kwanza awe na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Masasi, mheshimiwa Hospital na Chunga. Najua yeye ndo atamsababisha, ampe chaneli zote za Masasi, aanzie wapi amalizie wapi. Yule ndo aanzie naye, sisi wengine tutafuata huko nyuma. Kwa jina naitwa Faustini Donald Mpakama ni katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Sululu. Mheshimiwa mbunge leo amewakusanya kwa pamoja tukala sikukuu kwa niaba ya kutoa shukrani kwa wananchi wote. Pengine hii, nyinyi kama sasa viongozi wa chama hii, mmeichukuliaje? Kwanza tumepokea kwa furaha na tumechukulia kwa uzito mkubwa. Tumeona ni kiongozi kwanza anayefikika alafu mwenye maono na anayependa sana umoja na amani na upendo kwa, kwa ujumla. Kitu gani sasa unatamani Mheshimiwa awafanyie nyenye kama kwenye katika kuhakikisha analeta maendeleo? Kwanza aendelee kushirikiana na viongozi na wananchi wote, maana huo ndio msingi wa maendeleo. Pia apite karibu kila kata kuchukua maoni ya wananchi, pale ndio watakayemtuma kazi na huko ndio kwenye shida, huko ndio kwenye matatizo. Akifika kule watamwambia nini wanahitaji, changamoto zao ni zipi. Ndio nachohitaji toka Masasi, mkoa wa Mtwara. Mimi ni Heri Abala na hii ni Chivihi Media. Usisahau kusubscribe, like usisaha na kucomment youtube chaneli yetu, bila kusahau kwamba tunapatikana Instagram, TikTok pamoja na Facebook kote kama Chivihi Media. Kwa heri na asante.